Tunaishi katika ulimwengu ambao jamii kubwa, sehemu kubwa ya wale wanao wanao licha jina la Kristo, wanakumbana na vikwazo njiani, na wanapokumbana na vikwazo njiani wanajikuta wamekata tamaa katika maisha ya imani. Sasa leo iko nukuu moja ya matumaini ambayo inakuja kwangu na kwa ajili yako wewe Mkristo mwenzangu unayesafiri, ya kwamba ikiwa tunategemea kuurithi uzima wa milele ni sharti tukubali kuteswa pamoja na Kristo. Ni yeye aliyesema ya, ya kwamba ulimwenguni mnayodhiki jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Maneno haya yalikuwa ni maneno ya Yesu ya kututia moyo ili tuweze kuelewa tunaishi katika ulimwengu wa namna gani na sisi tunapaswa kuishije katika kukabiliana na changamoto kwenye ulimwengu huu tunaishi leo. Ndiyo maana sasa leo tunakuja na tafakari ama nukuu ya leo iliyojengwa katika mada, katika kichwa kifupi kinachosema pasipo, kabla ya taji kuna msalaba. Lazima Mkristo unayesafiri uelewe hili. Huwa tunaimba wimbo unasema, nitakuandama kote, njia ijapoparuza kwa miiba na fujo, nami nitaandama. Unajua wakati mwingine huwa tunaimba hizi nyimbo hatuelewi tunaimba nini. Uh, unapoimba njia ijapoparuza kwa miiba na fujo eh, hutaogopa bali utaandama. Je, ni kweli ya kwamba tumesimama imara katika maisha yetu ya Ukristo kiasi cha kutembea katika barabara yenye miiba na fujo? Habari gani watu ambao ni wakristo leo, lakini pamoja na ukristo wao wameogopa vikwazo, wameogopa wengine, wakaacha hata kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya vikwazo wanavyokumbana navyo, na ndipo na, na, na, na, na Unaporudi kutafakari neno la Mungu, unajiuliza, wanalisomaje neno pale watu wanapokuwa wamechaguliwa kwa ajili ya kazi ya Mungu? Wengine wanaikataa kwa sababu ya kuogopa vikwazo, na ukizingatia ni vikwazo ambavyo vimetokana kati ya Mkristo na Mkristo mwenzake, wanajikuta wamempa shetani nafasi na, na kuacha kuifanya kazi ya Mungu. Sasa sikiliza, yumkini hatujasoma nini maana ya kuwa Mkristo na matokeo ya kuwa Mkristo ni yapi? Utakumbuka ya kwamba katika utume wa Yesu, utume wa Yesu aliumaliza kwa mateso, na wale wote wanaofuata kielelezo cha, cha Kristo kama Mwokozi, kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, Yesu ameahidi ya kwamba na ameagiza watapitia njia alizopitia alitukanwa watatukanwa, alidhiakiwa watadhiakiwa. Wale wote wanaochagua kuishi maisha ya utaua lazima waelewe ya kwamba watakutana vikwazo. Swali ni hili, watakabilianaje? Watasimamaje dhidi ya vikwazo hivyo? Katika kitabu cha Timotheo wa, wa, wa pili sura ya tatu, kumi na mbili, anaandika anasema, naam na wote wapendao kuishi ma wapendao kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu wataudhiwa wata wataudhiwa. Na ukusoma katika kitabu cha Mathayo sura tano nasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Ya kwamba yako maudhi mengine ndiyo yatakuja, lakini si kwamba unaonewa. Na unajua tena katika kitabu ma, Biblia maarufu ni pia inaandika inasema, wale wanaoteswa kwa ajili ya kutenda mema, huo ndio wema hasa yaani ujapoteswa unapotendewa ubaya kama matokeo ya wewe kutenda mema, neno linasema hivi huo ndio wema hasa. Na hivyo kama Mkristo hupaswi kulalamika kwa chochote, badala yake unapaswa kumtukuza Mungu na kumuomba zaidi akupatie nguvu ya kukabiliana na mambo hayo. Ndiyo maana nasema katika Timotheo wa pili sura ya tatu fungu la mbili kwamba naam na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Katika masomo yaliyotangulia nilielezea habari ya utawa ni nini na matokeo ya kuishi kwa utawa ni yapi, niliyasema mengi kwa undani zaidi, lakini leo ninakuletea nukuu hii ya matumaini, ili wewe ambaye unakwazwa, ambaye unajitayarisha kukwazwa na watu kuiacha ku, ku, imani kwa sababu ya kukwazwa, neno hili likutie moyo ya kwamba bakia hapo ulipo, Yesu ana haja na wewe, kwa kuwa ye aliyapitia hayo, na wewe shari tuyapitie. Katika kitabu cha Filipi sura ya kwanza fungu la ishirini na tisa anaandika anasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Wewe uliye Mkristo, je, uko tayari kuteswa kwa ajili ya Kristo? Unaposema kwamba Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wa maisha yako, je, uko tayari kuteswa kwa ajili yake? maana mlizikwa pamoja naye na mkafufuka pamoja naye, na kwa sababu hiyo, yale yote aliyoyapitia unakusudia kuyapitia. Lakini swali ni hili, utahimili? Sasa sikiliza, mara nyingi kuna watu wanakwambia kwa Yesu kuna raha, eh, ni tambalale, ni tambalale. Tena wengine wakimba wimbo wanasema hakuna milima. Lakini sikiliza, kwa Yesu kuna milima na mabonde, kuna milima na mabonde, kuna matope mazito kuna tambalale ndiyo, kuna mabonde mazito ambapo huwezi ukayakabili tu hivi hivi. Na hivyo mtu asikudanganye kwamba ni mtelezo tu kuufikia msalaba, na ndipo maneno haya yanaandikwa katika kitabu kile cha mwito wetu mkuu, Our High Calling, kurasa mia tatu sitini na moja anaandika, anasema ikiwa ikiwa tunatumaini kuvaa taji ikiwa tunatumaini kuvaa taji, lazima tutegemee kubeba msalaba. Majaribu yetu makubwa zaidi yatatoka kwa wale wanaokiri utauwa. Ilikuwa hivyo kwa Mwokozi wa ulimwengu, itakuwa hivyo kwa wafuasi wake. Wale walio na bidii ya kushinda taji ya uzima wa milele hawahitaji kushangaa au kuvunjika moyo kwa sababu katika kila hatua kuelekea Kanani ya mbinguni wanakutana na vikwazo, na kwa sababu wanakutana na vikwazo, ni shariti wavishinde. Katika imani yako, katika uongozi wako, ni shariti umwinue Mungu zaidi kuliko kuinua maneno anayonenewa vibaya, kuliko, kune, kuliko kuinua maneno na kuogopa vitisho anavyotishwa kwavyo. Mkristo aliye wa kweli, vitisho ni sehemu yake, viyaka ni sehemu yake, lakini pamoja hayo katika Bwana ushindi umeahidiwa, na hivyo wale wanaotumaini kuvaa taji za ushindi, kuvaa taji kwa ajili ya uzima wa milele, lazima wategemee kubeba msalaba, wataubeba msalaba wa mateso, watanywea kikombe cha mateso, na kwa sababu watanywea kikombe cha mateso, ni sharti wasimame imara katika neno la Bwana. Ni sharti wasimame imara kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu waweze kushinda vikwazo, na hivyo usiogope kutumika kwa ajili ya Kristo kwa sababu ya vikwazo, kwa sababu ya vitisho, kwa sababu ya viaka. Maana Mungu anajua fika kwa nini amekuita kwa ajili ya kazi yake. Ajenda moja kubwa ni ipi? Basi kusimama imara ukimwamini Mungu na kumtumainia katika njia zote unazopitia, na hapo ndipo utaweza kushinda. Na hivyo wale wanaoishi katika maisha ya utaua lazima waelewe ya kwamba vikwazo watakumbana navyo katika maisha yao. Lakini Mungu anasema nini? Hata kama tutakabiliana na vikwazo, hatutakiwi na wala haturuhusiwi kuiruhusu dhambi maishani mwetu kwa sababu ya vikwazo tunavyokumbana navyo. Yaani kwa maana nyingine, hatu, ha, ha, ha, haturuhusiwi kuishusha bendera ya ushindi kwa kukubali mateso. Badala yake tunapaswa kubaki na silaha zetu daima tukidumu kutembea katika maisha ya imani. Sikiliza anavyosema maneno haya: wale wanaotarajia kuishi maisha ya utauwa, nguvu ya majaribu haipaswi kuwa ni kisingizio cha kutenda kitendo kimoja kibaya. Shetani anashangilia anaposikia wale wanaokiri kuwa wafuasi wa wafuasi wa Kristo wakitoa visingizio kwa ajili ya upotovu wao wa tabia. Ni visingizio hivi ambavyo waongoza wengi kutenda dhambi. Hakuna kisingizio kwa ajili ya, ku, ya utendaji wa dhambi. Tabia njema maisha kama ya Kristo yanapatikana kwa kila mtoto wa Mungu anayetubu na anayeamini. Ubora wa tabia ya Kikristo ni kufanana na Kristo. Kama vile mwana wa Adamu alivyokuwa mkamilifu katika maisha yake, vivyo hivyo wafuasi wake wanapaswa kuwa kamilifu katika maisha yao Anatuamuru kwa imani katika yeye kufikia uta, utukufu wa tabia ya Mungu, na hivyo wale wote wanaodhamiria kuishi maisha ya utaua kwa kuyatenda mapenzi ya Mungu ni sharti wakubali kuishi kwa uaminifu, kuishi kwa ukamilifu bila kuruhusu aina yoyote ya kikwazo ya dhambi kuwashusha chini na kushusha imani yao. Na hivyo Mkristo aliye imara hupaswi kushusha silaha kwa sababu ya vikwazo, kwa sababu ya vipingamizi. Simama imara pamoja na Mungu, na Mungu anasema ushindi umeahidiwa kwa ajili yako, na wale wote wanaotegemea kuvaa taji za ushindi ni sharti wapitie msalaba. Ni shari tu wabebe msalaba. Na hivyo palipo na taji ya ushindi kuna msalaba. Maneno haya pia yanaandikwa katika kitabu kile cha Imani Yokoayo, sehemu ya kwanza na ule ukurasa wa thelathini na tisa. Hapo ndipo maneno haya yanasema: kwa hiyo mpendwa Mkristo, um, mwenzangu ni sharti ukubali kuishi katika viwango vya Kikristo ikiwa unatamani kushinda katika vikwazo vya ulimwengu huu. Imani inayoimarika, maisha ya Ukristo yaliyo imara ni yale maisha ambayo yanakabiliana na vikwazo, yanakabiliana na vipingamizi, lakini bado ukidumu kusimama imara katika maisha yako ya imani, na hiyo ndiyo imani iletayo uokovu, ndiyo imani iletayo ushindi na kupendekezea katika siku ya leo. Usishuse silaha kwa sababu ya vikwazo. Simama imara, wewe ni jemedari na Mungu atakupigania usiogope. Palipo na vikwazo kuna ushindi, na hivyo simama imara pamoja na Mungu wako, na Mungu atakupatia ushindi. Mungu akubariki unapotafakari maneno haya. Bwana akutie nguvu, Bwana akutie matumaini. Simama imara, usiogope chochote. Bwana ni tumaini lako. Mungu akubariki.